Nilitamani niwe na mali na mume mzuri lakini si kwa namna hii. Mbona mitihani inanizoga namna hii? Nilitamani sana ila sikuweza. Nilikata katikati nilikata katikati ya misitu sijui ni eleke yako ila mbali na Romeo na pepo yake. Nimekaza mwendo huku na ema kumsisi zangu nikatamani nijipate kwetu Kenya ikiwa miguu yangu ingeniruhusu nilitamani niwe na mali na mume mzuri lakini si kwa namna hii ni. mbona mtihani inanizoga namna hii ni. nilitamani sana ila sikuweza kwa hivyo dondoni hiyo hapo hiyo haya ya mwisho nilitamani niwe na mali na mume mzuri lakini si kwa namna hii Mbona mitihani inanizoga namna hii? Nilitamani sana ila sikuweza. Eleza muktadha. Huyu ni Tumaini, msemaji Tumaini, mrejelewa. Anajizungumzia yeye mwenyewe, si ndio? mm -hmm. Au unaweza kusema anajizungumzia au ni uzungumzi nafsia wa Tumaini. Unapewa alama mbili. Kwa hivyo mahali ni wapi? Msituni, si ndio? mm -hmm. Ni msituni, ndio maana tumesoma sehemu hiyo yote Alikuwa anakimbia kwenye msitu, kwa hivyo ni msituni. Hii ni baada ya kunusurika kutolewa kafara na Romeo. Alikuwa anakimbia msituni baada ya kunusurika kutolewa kafara na Romeo. Bainisha toni katika dondoo hili, ni toni ya kutamauka, au ukipenda sema ni toni ya kukata tamaa. Pia kuna toni ya tamaa, si ndio eh? Alikuwa anatamani tamani, kwa hivyo kuna tamaa uh, kukata tamaa kunaonekana pale anauliza, anasema alitamani, lakini lakini si kwa namna hii, si kwa namna hii. Kwa hivyo lazima udondoe ule mfano. Kwa kutoa hoja tano, fafanua mitihani inayomzonga mzungumzaji. Tumesema mzungumzaji ni nani? Tumaini. Kwa hivyo mitihani, mitihani. Kwa hivyo hapa unaonyesha mitihani ambayo ni changamoto ambazo wanapitia kwanza, kuna ukosefu wa kazi. Tunaona tumaini anakosa kazi nchini kwao na hata Tanzania. Tunaona hata baada ya kuishi Tanzania miaka sita, hakupata hata kibarua. Kwa hivyo kwanza, mtihani wa kwanza ni ukosefu wa kazi. Mtihani wa pili ni kukosa malazi. Anasema hata ana kibanda, kukosa malazi au kukosa malazi. unaweza kusema makazi anasema hata hana kibanda. Kukosa chakula, Tumaini anakataa kula tangu jana ila chai ya mkandaa tu. Kwa hivyo Tumaini anakataa kula tangu jana ila chai ya mkandaa tu. Kuna kuishi na Nina, hiyo ni changamoto nyingine, kuishi na Nina anaamua kuondoka kwa nina ili kwenda kujitegemea. hataki kuwa mzigo kwa nina. Kwa hivyo ni changamoto, anaona kama yeye ni mzigo kwa nina, kuishi kwa nina. Kwa hivyo anaamua kuondoka kwa nina ili kwenda kujitegemea, hataki kuwa mzigo kwa nina. Pia kuishi na Jenifa, kuishi na Jenifa. Jenifa anabadilika, kwani anakosa tabasamu hasa wakati anatumia vitu vyake. Kwa hivyo kuishi na Jenifa ilikuwa changamoto nyingine kwa sababu baada ya muda Jenifa anabadilika kwani anakosa tabasamu hasa wakati anatumia vitu vyake, yani anatumia yeye Tumaini anatumia vitu vya Jenifa. Kukosa nauli, anakosa nauli ya kwenda mjini Kariakoo, kwa hivyo anamdanganya utingo kaibiwa. Kwa hivyo uh, hiyo ni mtihani uh, mwingine ambao amepata pale, ni anakosa nauli ya kwenda mjini Kariakoo na anamdanganya utingo kui, ameibiwa pia kutaka kurejea nyumbani kutaka kuhuyo ni mtihani mwingine. Kutaka kurejea nyumbani, anakuwa na wakati mgumu kufanya maamuzi kurudi nchini kwao Kenya akiwa mikono mitupu eh, si kurudi tu nyumbani, ni kwa sababu alikuwa anasema atarudi mikono mitupu. Kutaka kurejea nyumbani, anakuwa na wakati mgumu kufanya maamuzi kurudi nchini kwao Kenya akiwa mikono mitupu. Pia kuna mtego wa Romeo ulikuwa pia mtihani, mtego wa Romeo. Anavutiwa kwa Romeo kutokana na gari lake la kifahari na utanashati wake. Hata hivyo ananusurika kutolewa kafara, kwa hivyo ni mtego wa Romeo. Sema ananusurika kutolewa kafara na Romeo, kwanza anavutiwa na Romeo kutokana na lile gari lake la kifahari na utanashati wake, kwa hivyo ananusurika kutolewa kafara. Pia kuna mtihani wa ahadi ya kazi ahadi ya kazi. Mwanamume mmoja kwenye ofisi ya mabasi ya Tahmid anamwahidi kazi, lakini anapompigia simu hampati. Huu ulikuwa mtihani. Mwanamume mmoja kwenye ofisi ya za mabasi ya Tahmid anamwahidi kazi, lakini anapompigia simu hampati. Twende kwa harubu ya maisha. Paul Nganga mtoa rubu ya maisha. Huu ulikuwa wakati wa kuchukua hatua nyingine. Ama kwa kweli, lazima maisha yaendelee na bidii ilihitajika. 33. Haya, tusome ukurasa huo 33. Baada ya kupumzika kidogo, nilichukua kipakatilishi changu na kuanza kuipiga msasa tawasifu kwa kazi yangu huu ulikuwa wakati wa kuchukua hatua nyingine. Ama kweli lazima maisha yaendelee na bidii ilitajika. Ghafla Masi alijitoma ndani ya, ya nyumba na kusema Dani, nashikia njaa uh-huh. Kwa hivyo ni nani mzungumzaji? Ni msemaji ni nani? ni Kikwai ama ni mwandishi? Mzungumzaji ni Kikwai na ni uzungumzi nafsi, anajizungumzia yeye mwenyewe mm -hmm. E, mzungumzaji ni Kikwai au unaweza kusema ni uzungumzi nafsia wa Kikwai, utapata alama mbili, au unasema ni msemaji ni Kikwai anajizungumzia mwenyewe. Mahali ni wapi? Nyumbani kwake si ndio? Nyumbani kwake kikwai, hapa ni baada ya kuachishwa kazi au kufutwa kazi na kupewa mshahara wake na ku, ku- kununulia familia yake mahitaji yote. Kwa hivyo pale alikuwa anajitayarisha kuandika tawasifu kazi, kutafuta kazi nyingine. Naam hmm. Kwa hivyo unaweza pia kusema maelezo pale alikuwa amefutwa kazi. Kwa hivyo, alikuwa katika hatua za kujitayarisha ili kutafuta kazi mpya si ndio? Aha. Swali la kwanza pale, eleza sifa tano za mzungumzaji wa maneno haya. Mzungumzaji tumesema ni Kikwai. Kwanza ni mwenye bidii. Kikwai anakaa ofisini akifanya kazi hadi saa nne kasorobo za usiku. Kwa hivyo ni mwenye bidii. Anakaa ofisini akifanya kazi hadi saa nne kasorobo za usiku. Pili ni mwenye nidhamu au unaweza kusema ni mfuata sheria. Ni mwenye nidhamu au mfuata sheria. Anafuata sheria ya kutopokea simu anapokuwa akiendesha gari. Kwa hivyo ni mwenye nidhamu au mfuata sheria kwa sababu tunaona anafuata sheria ya kutopokea simu anapokuwa akiendesha gari. Tatu ni msema kweli. Anamweleza bosi ukweli kwamba hakwenda na gari kazini kwa kukosa mafuta. Anamweleza bosi ukweli kwamba hakwenda na gari kazini kwa kukosa mafuta.